Kama ilivyo kawaida Procha TV tumekuwa tukitatua matatizo mbalimbali yanayohusu mitandao hususan smartphone pamoja na laptop. Jambo ambalo nimeona kuna baadhi ya watu wamenitext, wameni DM private kwamba kuna baadhi ya watu Telegram inasumbua sana, kishafunguka unakuta ina load muda mrefu kuonyesha update ya message na chat zingine. Kwa hiyo kama na wewe ni miongoni mwa hao watu ambao telegram yao inasumbua inarodi sana kufunguka au kufungua chati, tazama video hii hadi mwisho, nitakuelekeza pia. Mwishoni nakupa nyongeza kwa wale ambao mna na twitter au x kwa sasa, na ukishafungua pia ina tatizo hilo hilo, ikifunguka haioneshi picha wala haioneshi video, inaonesha maandishi tu pia nitakuelekeza jinsi ya kusolve tatizo hilo katika twitter au X. Nikianza na Telegram, utachokifanya kwa Telegram utafungua Google au browser yoyote, kama hii browser yangu hapa, naifungua utaingia sehemu ya kusearch, kisha utaandika Telegram ply utaandika kama nilivyoandika hivyo, kisha utasearch. Ikifunguka, utabofya ya kwanza kabisa hii. Ah, itakuletea proxy mbalimbali kama zinavyoonekana. Wewe utachagua yoyote kati ya hizi kwa kuiklik. Ukiklik moja kwa moja itakupeleka Telegram kama hivi najaribu kuclick hii hapa, moja kwa moja itakuletea Telegram. Jambo la kuhakikisha hapa, inatakiwa uone kwenye status hiyo imeandikwa available. Kwa kama kuna proxy utaibonyeza alafu haitaandika neno available, basi achana nayo, katafute nyingine, jaribisha nyingine ambayo itakuwa imeandikwa available. Kama ya kwangu hii imeandikwa available. kama imeandika hivi utachokifanya utagusa hapa connect connectpox, kama hivi ishaandika connected hapo tayari. Kwa kufanya hivyo, nitakuwa nimeshaweza kufixi tatizo la telegram kuchelewa kwa update message na chat zingine. Hiyo ni kwa Telegram. A, tukija upande wa Twitter au X, kwa mfano nikuonyesha hapa imeshafungua Twitter yangu au X, kama unavyoona hapa, imeshafunguka mtandao upo vizuri, lakini haionyeshi picha. Kwa hiyo kwa Twitter, utachokifanya utawasha vipini yoyote ile ulionao kwenye simu. Kwa mfano mimi na tuneli hapa, utaasha vipini yoyote Alafu kisha utaifungua, utarefresh kama unavyoona, tayari picha zinaonekana sasa hivi, na mara nyingi shida hii huwa inasababishwa na IP address. Kwa muda mwingine account umetingwa. Ukitumia VPN maana yake unabadilisha IP yako, inakuwa ni rahisi kufungua picha na video zinginezo. Hivyo ndio jambo ambalo nataka kushare na ninyi katika siku ya leo, na kukumbushi kama ja subscribe channel ya Procha TV, bofia subscribe kisha alama ya kengele. Asante. <tune>